Mtazamaji wa SNS, right now niko na John Ramadhani Festival Manager wa Sauti za Busara inakuwaje bro? Shwari kabisa. Safi kabisa. Okay. Tarehe saba mpaka tarehe kumi ya mwezi wa pili ndio show au tamasha la Sauti za Busara kuna kufanyika. Utofauti uko wapi wa tamasha hili na ile ambayo ilifanyika nyuma? Uh, utofauti uko mwingi, utofauti uko mkubwa uko mwingi kwa sababu kwenye tumeimarisha kwenye wasanii ambao tumewaalika kushiriki kwenye tamasha lakini kuna maandalizi nayo, na tumejitahidi kidogo masuala ya technical na kila kitu, unaona no, kwa hiyo na kuahidi ile setup ya, ya, ya, ya stage kwenye masuala ya lighting itakuwa amazing. Edition ya 12 ilifanyika mnamo mwaka 2015 na miongoni kati ya wa wasanii ambao waliperform katika tamasha hilo wa kipindi kile alikuwepo Alikiba, lakini kwa msimu huu katika list ya tumuoni ah, no, tunachuki, kwa sababu gani? sisi tunachokifanya kwamba ni kila mwaka kuleta wasanii wapya kwa sababu kama tuna stick na wasanii hao hao haohao, wengine watu wapata nafasi. Asingekuwa Eskide leo, asingekuwa Fid Q, asingekuwa Damian Soul okay. kwa hiyo tunachotaka kwamba huu wigo uendelee kup, kupanuka ili wasanii wapate fursa, kwa sababu hili tunaamini, tuna ni daraja la kupita watu kwenda sehemu nyingine. Ehe, umezungumza Eskide okay. uh -huh. kutokea kwenye Singeli. Kwa nini ni amekuwa Eskide peke yake na sio Sholo Mwamba au Manifongo na wengine wengi? Ah, unajua kuna kitu kimoja la, lazima na, na sisi tuwe, tuna, tuna, tuna hali ile ya kuangalia utayari wa mtu. Unaona? Na focus ya ule mtu. Najua tusiwe tunaangalia macho yetu akawa hapa, hapa Tanzania tu, unaona? Msanii unavyokuona, mwambie sisi tunakaribisha tuna, tuna tunapokea maombi kuanzia mwezi wa nne. Ina maana pale kuanzia mwezi wa nne mpaka mwezi wa saba kuna kipindi kirefu sana watu kuhu, kuanza kufanya maombi. Muda ule ni kwa wasanii wao wenyewe sasa wakisema ah, sasa tunataka kwenda I, i, i, tam, nani muziki wetu nataka tuupeleke nje ya nchi, omba. Okay. Na usikate tamaa, sio kama umekosa leo utakuwa ndo basi, unaona? Kwa hiyo no, okay. Uh. Sisi tumesema iskide kwa sababu alikuwa yuko tayari yeye ku, kuja kuonyesha kile kipaji chake, unaona? Okay. No, no, eh hilo ndio kwa lengo lenyewe, kwa kwa nafasi kwa msanii lazima aombe yeye mwenyewe, si kwamba mnachagua nyinyi. Lazima aombe kwa sababu unapokuwa unaomba unajua tuna, sisi wenyewe tunajuana, tuna, tuna, tuna, tuna wa Tanzania na sio wa Tanzania ni wasanii wengi. Unapokuwa unaomba kitu kuna ile kitu nimeomba mimi, ndio mwenye shida, lakini kikualika kidogo kuna kuna usumbufu. Amenialika yule eh, mwenye, ndio kanifuata kwa hiyo, hata kama kuna kitu nakihitaji kwa haraka itakuwa iko ngumu, unaona, kukipata, kwa sababu mule unapokuwa unafanya regi nani, ile registration, mimi nitakwambia nataka picha high resolution, nataka mziki wako, nataka link yako, nataka vitu vingi, vyote nataka kuvipata kwa wakati mmoja. Sio bwana, yaani tumie Ah, email sijasoma bwana uh, wiki ijayo nitakutumia kwa WhatsApp. High resolution niwezi kuituma kwa WhatsApp kama ukikosea kuituma. Unaona? Kwa hiyo nataka mm, vitu vyote vikija vikitufuata kwa wakati mmoja sisi tunaangalia umepata nafasi okay. Haukupata vile vitu vyako tunavyo. Next time tunakwambia bwana, wewe haya una, una album nyingine au ndio ile ile, tunaweza kuconsider kwa vile ambavyo tulikuwa tumevipata like last time. Tumeona kuna wasanii wa hip hop lakini pia singeli, tungependa kufahamu waga mnatoa wa wa na nafasi ngapi, labda kwa wasanii wa hip hop, wasanii wa singeli na wengine na hata taarab na vitu kama hivyo nafasi ni ngapi? Kwa wasanii nafasi, sisi tunaangalia nchi kwanza, kwamba ni wasanii wangapi watawakilisha Tanzania au East Africa kuhusu ladha ya hiyo hip hop au singeli au nini. Sisi wenyewe inabidi tukae, unajua ku, hakuna kitu kigumu kama kuchagua wasanii wasanii sometimes unaweza kukutana na wasanii wakali wote yani. Unaona? Kwa hiyo kupangilia ni msanii gani ambaye atakaa hapa juu kabla ya huyu. Sasa unaweza ukakosea na hiyo sometimes inaweza ikatokea na inaweza kutotokea sometimes. Unaweza ukakosea ukamweka msanii mkali juu alafu akaja kumalizia na msanii ambaye muziki wake labda kwa slow. Sasa pale vibe inashuka. Hata atakuja mtu na punch baadaye anakuja muziki wa slow. Unaona? Kwa hiyo hapo lazima tuangalie. Kwanza tunaangalia, tunakwenda kutoka nchi gani kwenda nchi gani? Alafu tunakutenda staili gani kwenda staili gani? Kwa hiyo lazima utumie sana muda mwingi sana, utumie akili sana, jinsi gani ya kuwateka wale uh, nani audience wako, watafurahia ile lineup. Yaani kutoka mtu anatoka South Africa, labda anatoka Tanzania, anakwenda Morocco, anakwenda wapi? Kwa hiyo pale utaona mtu anapokuwa anasafiri kimuziki, anatoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Anatoka Uh, nani original hii hapa Afrika, Afrika Mashariki kwenda labda north, unaona kitu kama hicho, na kutoka mziki design hii anakwenda design hii, watu nawatengenezea ile feeling nani nzuri, yeah. cha mwisho mm. Tumezoea kuona rapa wa kiume wakiwepo katika tamasha hili la Sauti za Busara, rapa wa kike imekuwa sio sana, unahisi shida iko wapi? Hawaombi au vigezo vinawabana katika matamasha haya? Inaweza kusema vigezo vina bana lakini katika hii mkubwa na wanai crew, kuna dada mmoja anamuita GE GE2. Yule ana, ana rap. Uh -huh. Lakini ndio tatizo hili kama tunalizungumza hawajapata ile nafasi ya kuonyesha kile ambacho walichokuwa nacho. Ana rap vizuri, ukiangalia kuna nyimbo yake inaitwa Yelele. Eh, sio si, si, mbaya, yani, anakuja vizuri. Eh, anakuja vizuri. Kwa hiyo nafasi zipo, lakini haya tulizozungumza kwa sababu ya kupigania kupiga, yani ya, kupiga kupiga, kupinga, kupinga rushwa hii na vile vile inaweza ikawa na sababu kubwa kwamba vipaji vingi vinakufa kwa kuji, kwa kuhitajika au kutoa kitu chochote au kutoa miili yao, kitu ambacho sio kizuri. Sasa mwingine anajiheshimu. ah, kwa nini ni hangaike na mambo haya? Achana naye basi, kwani kazi itakuwa kuimba peke yake, okay. Ehe, anaachana nayo, lakini kipaji kinakufa. Hiyo ndio tatizo eh. Bwana bwana, bwana safi, kwa time yako, asante sana. Niite Esco New Chapter, masaa tofauti. Baki na sisi, karibu na matukio ya burudani, gossip, lifestyle, style, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.